Kwake Keli Okonji Madada anaumda na wakati ameingia, Kelio Konji Madada nikifika mtaniona, amwabeba kama anavyotaka mwenyewe. Mashabiki wamenyanyuka. Fredi Kotinda udhyamo anauliza wenzake, where are you guys, mlikuwa wapi? Ulinzi unazidi kuongezwa, thamani yake inazidi kupanda kutokia pembeni huko, aliwapunguza kabisa. Kelly Okonji Madada, last born! Leon Kimungu na mwenzake Kevin Juma Simiu, kisha ikapigwa uzuri kabisa, fine fine technique, where is Benny McCarthy come see this talent Joe, uone thamani, timu ya taifa ipo kwenye mikono salama. mbele huko panapendeza kabisa, mbele pazuri. Kelly Okonji Madada, last born anarudisha asali na maziwa panapo stahili, wapo mbele sasa. AFC Leopards moja, Posta Rangers pila, wanarudisha mambo kuwa sawa, hawaamini bado. Jackson Dwang alileta ndani uzuri, kapita moja kwa moja mpaka kwenye lango kule. Jackson Dwang alipeleka mwenyewe mpaka kwenye nyavu kule, walitolewa timing tu na Lokuwam, lakini hii moja kwa moja Jackson Dwang amesababisha mambo sasa. Sasa mizani iko sawa. Aliweka Kelly Okonji matata, akaweka naye Jackson Dwang. Posta Rangers moja, AFC Leopards moja. Jackson pia opiayo na nani uzuri huko. Inapita kwake Senyondo Njo. Samuel Ssenyondo amepata goli lake la kwanza na kujitambulisha mbele ya halaiki ya AFC Leopards. Ililetwa uzuri na pepeto, ikashuka pale pale alipo kontrol bora, lakini umaliziaji pia bora zaidi. Sichenje anahusika tena kuzalisha goli kwa mara ya pili mchezo siku ya leo. Na ileta nani? Jackson Dwang, kichwa ile nafasi, wanaitengeneza cha lazima. Wameilazimisha mpaka mwisho, imekuwa wameipambania kweli kweli. Mizani sasa ina balance, walikuwa na uongozi kiasi cha haja, lakini sasa Posta Rangers wamerudi mchezoni. Liletwa kona uzuri na Jackson Dwang, wakaipambania kwanza, kataliwa. Bernard alilazimisha na mbwa tayari, mpira wake ulikuwa umeuvusha mpira ule kwenye na fasile ya nyavu zile, anaambua alipanch mpira ukiwa ndani, anarudisha mchezoni. Bernard Odhiambo alipambana James Cleo Setuba, lakini labda aliambua too little too late, tayari mpira ulikuwa umevuka kwenye nyavu zile.